Daudi na Goliathi. Katika mji mdogo wa Bethlehemu, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Daudi, akiwa mdogo kuliko ndugu zake wanane. Wakati ndugu zake wakubwa walikaa nyumbani au walijiandaa kwa kazi muhimu, Daudi alitumia siku zake nje akichunga kondoo wa baba yake. Alitembea katika mabonde ya kijani na vilima vya upole, akiangalia anga na kujihisi karibu na Mungu katika mashamba tulivu. Hakuna aliyefahamu kwamba Mungu tayari alikuwa akimwongoza huyu mchungaji mdogo kuelekea wakati ujao wa pekee sana. Daudi alipokuwa akichunga kondoo peke yake, hatari wakati mwingine ilijitokeza kimya kimya kutoka vilima na sehemu zenye giza zilizo karibu. Wanyama wa pori walijaribu kuwanyakua kondoo, lakini Daudi hakukimbia wala kuwaacha. Alisimama imara na alifanya kila awezalo kuwalinda kondoo, akimwamini Mungu amsaidie. Katika nyakati hizi tulivu, lakini ngumu, Daudi alijifunza kuwa jasiri na kumtegemea Mungu. Siku moja, Mungu alimtuma mtu aliyeitwa Samueli kwenda Bethlehemu kuitembelea familia ya Daudi. Samueli aliwaangalia ndugu wakubwa wa, wa Daudi, waliokuwa warefu na wenye nguvu, akafikiri mmoja wao ndiye angechaguliwa. Lakini Mungu alimwonyesha Samueli kwa upole kwamba hachagui watu kwa kuangalia sura ya nje. Mungu alimchagua Daudi mchanga akionyesha kwamba huangalia zaidi moyo kuliko chochote kingine. Mbele ya baba yake na ndugu zake, Samueli alimimina mafuta juu ya kichwa cha Daudi kuonyesha uchaguzi wa Mungu. Kuanzia siku hiyo, Daudi alichaguliwa kwa jukumu muhimu, ingawa bado alikuwa mdogo sana. Hata hivyo, hakuna kilichobadilika mara moja, naye Daudi alirudi mashambani kama hapo awali. Aliamini kwamba mpango wa Mungu ungeweza kutimia kwa wakati wake ufao, naye alisubiri kwa uvumilivu. Baada ya muda, vita kubwa vilianza kati ya watu wa Israeli na maadui zao. Makundi mawili yalisimama kwenye vilima vinavyokabiliana, huku bonde pana likiwa kati yao. Siku baada ya siku, askari walichoka na kuogopa, wasijue wafanye nini. Hofu ilijaza kambi na hakuna aliyekuwa tayari kuchukua hatua ya kwanza.